Kuna hizi collagen supplements ambazo zinakuja katika mfumo wa powders au unga, na ambazo zinakuja katika mfumo wa vidonge, ziko za aina nyingi nyingi nyingi sana. Collagen ni protein, ni aina fulani ya protein. So kwenye zile supplements wapenzi, unaweza ukapewa collagen ya aina tofauti ambayo hata haidili na ngozi. Unakuta collagen ulokunywa wewe ni kwa ajili ya kudili na kucha, collagen ulokunywa wewe ni kwa ajili ya kudili na nywele, collagen ulokunywa wewe ni kwa ajili ya kudili na kitu kingine kabisa ambacho ngozi. So kabla haujanywa collagen supplement yoyote hakikisha anayekuuzia ana uwezo wa kukwambia kwamba collagen hii iki break down inakuwa katika protein ya aina fulani ili uweze kujua collagen hiyo unavyokunywa inakuwa ina target kitu gani? What's up guys? Karibuni tena kwenye channel yangu mimi naitwa Dija na huwa natoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama wewe ni mpenzi wa urembo, usisahau kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbali mbali ambazo huwa natoa hapa mara kwa mara. So tufahamu kwanza makunyanzi yanasababishwa na kitu gani?